Mtazamaji wa TAKUKURU TV, serikali ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Hatua ambayo serikali imechukua ni pamoja na kuiwezesha Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa majengo ya ofisi, rasilimali watu na vitendea kazi hii inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya awamu hii katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Leo hii Juni 19 mwaka 2025, Bi Neema Jamu, kaimu mratibu wa ofisi ya Rais Ikulu, aliyemwakilisha katibu mkuu Ikulu Bwana Mululi Majula Mahendeka amezindua jengo la TAKUKURU wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro. Pamoja na mambo mengine, Bi Neema Jamu amewataka watumishi wa umma kuzingatia maadili ya utumishi wa umma na kujiepusha na vitendo vya rushwa. Tuzingatie maadili ya utumishi wa umma na kuwajibika kwa kufanya kazi kwa bidii, weledi na uadilifu. Pili, tuzingatie na kufuata sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma katika kuwahudumia wananchi kwa ustawi wa taifa letu. Na pia tudumishe uzalendo kwa kutenda haki katika kuwahudumia wananchi. Kwa kuzingatia hayo, mtumishi kama kiongozi bora hana muda wa kulalamika bali hutafuta ufumbuzi wa tatizo na changamoto kwenye eneo analolisimamia na kwa watu walio chini yake. Tukumbuke kuwa mtumishi wa kweli akiongea watu humsikiliza na kumfuata. Hivyo nawasihi tuwa watumishi na viongozi wa kweli, ili tujenge utumishi wa umma uliotukuka na wenye tija. Tunaposimamia hii miradi ya ujenzi, tunazingatia matakwa ya sheria za nchi, ikiwemo sheria ya manunuzi namba saba ya mwaka uh, 2011 na kanuni zake za mwaka 2013 kama zilivyorekebishwa mwaka 2016. Uh, lakini pia tunazingatia uh, miongozo inayotolewa na mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma kabla ya uh, kukabidhiwa kiwanja hiki, halmashauri ilikuwa akitumia eneo hili yenyewe kama eneo la ghala uh, la mazao ya chakula na hivyo tunaendelea kuona dhamira ya dhati, sio tu katika serikali ya wilaya ya Rombo, lakini pia katika halmashauri ya wilaya ya Rombo ikiwa na nia ya dhati ya uh, kuzuia na kupambana na rushwa katika eneo hili. Na kwa hivyo tunaendelea kusema asante, na hivyo mkurugenzi mkuu na management yote ya halmashauri ya wilaya ya Rombo. Uh, mjione kwamba ninyi ni wapambanaji wa uh, rushwa na mchango wenu uh, katika kutoa eneo hili unathaminiwa sana, nasi wananchi yeyote atakaye kuja. Jengo ni zuri, lina usiri, lina kila kitu. Unaweza ukapitia njia hii, wataifungua, lakini kuna njia ya mkato kuzunguka huku. Kuna ofisi za kutosha huku ndani. Ukiona mtu anakupa njoo utoe taarifa, mwisho wa siku itakuwa adha kwa ndugu zako mm. Toe ni taarifa. Tukipata watu wazuri, wilaya ya Rombo hii itakuwa ni London, iko strategically eneo zuri, lakini tukipata wala rushwa wilaya haitakuwa nzuri. Jengo hili ni muhimu sana kwa wananchi na ni muhimu sana kwa wilaya ya Rombo. Mama amefanya kitu kikubwa na kizuri sana kutuletea jengo hili zuri na yenye thamani kubwa, litatusaidia katika kutokomeza na kudidimiza sana rushwa katika wilaya ya Rombo. Kwa hiyo ni fursa kwetu sisi vijana kuweza kushirikiana nalo vizuri kuweza kuchimbua madudu yote yanayofanyika katika wilaya ya Rombo ili kuweza kutokomeza kabisa rushwa. Shukrani za kipekee kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutu, kutuwezesha kupata jengo hili zuri kabisa ambapo pia ni jengo ambalo muhimu katika masuala ya wananchi katika kuwasilisha mambo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa mbalimbali zinazohusu masuala ya rushwa. Jengo hili ni muhimu sana, kwani wananchi kwa ujumla watalifurahia kutokana na kwamba wamesogezwa huduma karibu, ili kuweza kutoa matatizo yao mbalimbali umuhimu mbali, wa jengo hili la TAKUKURU kwamba linatusaidia sisi wakazi wa eneo hili la Rombo kutoa taarifa za rushwa hasa kipindi hichi cha uchaguzi, kwamba jengo hili ni letu na tunatakiwa tulitumie. Pia ni rahisi kufika. Kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa tunapata mkanganyiko wa ni wapi jengo hili lilipo, ila kwa sasa liko hapa karibu kabisa kwa kufikika. So ni jambo zuri sana. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, rushwa hudumaza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, hivyo tunakusii ewe mwananchi uendelee kutoa ushirikiano kwa serikali na vyombo vyake ambavyo vinasimamia mapambano dhidi ya rushwa ili jitihada zinazotekelezwa na serikali yetu katika kutuletea maendeleo ziwe na tija. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Nikiripoti kutoka Rombo mkoani Kilimanjaro, mimi ni Alice Mazoko wa Takukuru TV. Mtazamaji wa Takukuru TV